Kuteketeza hayo mavazi, mavazi ya HIV, mavazi ya HIV, mavazi ya kansa, kansa, kansa ya utumbo, utumbo mpana, utumbo mwembamba, kansa, kansa, kansa, hayo mavazi, hayo mavazi, nasambaza moto, nasambaza moto, nasambaza moto, nasambaza moto, nasambaza moto, nasambaza moto, nasambaza moto, nasambaza moto, moto wa Yesu, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu, ni moto, ni moto, ni moto, ni moto, ni moto, ni moto, kuteketeza mavazi kuangamiza hao mavazi kulipua hao mavazi karaba ba ba ba ya ri ri ri ri ri horaba ba ba ba ba ba he ra ba hayo mavazi hayo mavazi yaliyo kinyume na mapenzi ya Mungu nasambaza moto nasambaza moto nasambaza moto mavazi ya kiganga mavazi ya kichawi mavazi ya mpinga Kristo mavazi ya mpinga Kristo mavazi ya wasomanyota mavazi ya washihiri karibu sita mavazi ya kishirikina hayo mavazi hayo mavazi nasambaza moto nas